Hili ni kitabu kisicho na shaka, chenye kuongoza kwa wenye kuogopa. Hakika Qur'ani hii inaongoza kwenye yale yaliyo sawa kabisa na inawahubiria Waumini wanaofanya mema kwamba watapata thawabu kubwa. Na hakika tumeifanya Qur'ani kuwa ni rahisi kuikumbuka, basi je, yupo yoyote atakayekumbuka? Hakika tumeiteremsha Qur'ani kwa Kiarabu ili mpate kufahamu. Hakika sisi ndio tulioteremsha ukumbusho, na hakika sisi ndio tutakaouhifadhi. Hakika hii Kurani ni ufunuo kutoka kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote. Sema, ikiwa watu na majini wangekusanyika ili kutokeza mfano wa Kurani hii, hawangeweza kutokeza mfano wake, hata wakisaidiana kadiri gani. Hakika sisi tumeteremsha Kurani kuwa ni uponyaji na rehema kwa Waumini, na haizidishi ila uharibifu kwa madhaalimu. Sema: ni nani shahidi aliye bora zaidi? Sema: ni Mwenyezi Mungu, ndiye shahidi kati yangu na nyinyi, na Kurani hii imeteremshwa kwangu ili nikuonyesheni nayo, na yeyote atakayepatikana nayo. Je, nyinyi mna shahidi kwamba kuna miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu? Sema: hapana, mimi si shahidi. Na kama tungeliteremsha Qur'ani hii juu ya mlima, bila shaka ungeliuona ukianguka na kupasuka pasuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo tunavyowafananisha watu ili wapate kutafakari. Hakika amebarikiwa Yule aliyemteremshia mtumwa wake bendera ili awe mwonyaji kwa walimwengu wote. Na kwa yakini tumewapa kitabu tulichokifafanua kwa elimu, ni mwongozo na rehema kwa waumini. na hakika wewe unapewa Kurani kutoka kwa mwenye hikima, Mjuzi. Akasema Mtume sau, ewe Mola wangu Mlezi, hakika watu wangu wameipokea Kurani hii kwa upumbavu. Na usipowapelekea ishara husema, kwa nini hukuifanyia? Sema, mimi sifuati ila yale ninayoteremshwa kutoka kwa Mola wangu Mlezi, na hii Qur'ani ni hoja kutoka kwa Mola wako Mlezi, mwongozo na rehema kwa waumini. Basi na walete kauli kama hiyo, ikiwa ni kweli katika yale wanayosema. Je, hawaifikiri Qur'ani? Na kama ingekuwa imetoka kwa yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu, basi wangelitafuta ndani yake machafuko mengi na ndivyo tulivyokuteremshia roho kwa amri yetu. Wewe hukujua kitabu na imani ni nini, lakini tumekifanya kuwa ni nuru ambayo tunamwongoza anayemtaka katika waja wetu. Na hakika wewe unamwongoza kwenye njia iliyonyooka. Na wanaposoma aya zetu zilizo wazi, wanasema wale wasiotarajia kukutana nasi, tuletee Kurani nyingine au uibadilishe. Sema, sina uwezo wa kuibadilisha kwa nafsi yangu. Mimi ninafuata tu yale ninayofunuliwa na mimi ninaogopa adhabu ya siku kubwa nikimkata Mola wangu Mlezi. Na hii Kurani ni kitabu tulichokiteremsha chenye baraka, kinachothibitisha yale yaliyokuwa kabla yake, ili uweze kuihimiza Maka na wale walio pande zake. Wale wanaoamini katika akera, wanayamini na wanashika sala zao. Hakika Qur'ani hii inawafunulia wana wa Israeli mengi ya yale wanayoyatofautiana. Soma yale yaliyoteremshwa kwako katika kitabu cha Mola wako Mlezi, wala hakuna wa kubadilisha maneno yake, wala huwezi kupata pa kukimbilia isipokuwa yeye. Na hakika tumewafanyia watu katika Qur'ani hii mifano ya kila aina, lakini hakika mwanadamu ni mkosoaji zaidi.